Ame sio kubwa je? Mi najulikana kwa jina Bamtani, kote wananijua mimi jinangu, kama najulikana kama Kubwajii Minga, Kubwajii Minga.